Tofauti na miaka ya nyuma, Chama cha Mapinduzi mwaka huu kimetoa ratiba ya uchukuaji na urejeshaji wa fomu za kuwania ubunge, ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na udiwani ambayo inaanza mapema kabla ya kuvunjwa kwa bunge kama ilivyokuwa imezoeleka. Ratiba hiyo inaanza mwanzoni mwa mwezi ujao, kipindi ambacho wabunge walio ndani ya bunge la sasa watakuwa wanaendelea na majukumu yao ya kikatiba ya kujadili bajeti ya serikali. Baadhi ya wabunge wamesema wanaamini busara itatumika kuwezesha waendelee na majukumu yao ya kibunge huku wakifuata pia ratiba ya chama ya kuania nafasi hiyo. Mchakato wa uchaguzi kama unaanza, kuna mambo mengine ukishachukua fomu huwezi kuyafanya. Kwa hiyo kama una mikutano kwenye kata zako, kama una kitu gani, muda wa kuyafanya ni kabla ya kuchukua fomu. Kwa hiyo kwa, kwa vyovyote bunge lita, li, li, li, linaweza likaathirika. Sasa hatujui busara za viongozi wetu wanaweza wakawa vilevile labda vile, wana njia nyingine ya kuondoka ya kuepukana na hizo athari. Ukisema kwanzia tarehe moja wabunge wakachukue fomu na watu wote wanaotaka kugombea, ni kwamba wabunge hawawezi kunong'ona kwamba leo waende mia sijui kesho wengine wabaki na bunge. Unaweza kaja kujikuta tarehe mbili au tatu hakuna mbunge hata mmoja, lakini nimesema busara za viongozi wetu, maana hii ndio CCM inaangaliaga mambo mbele na nyuma. Mimi na hakika kabisa kwamba wanaweza wakaifanyia kazi na wakatoa maamuzi, ingawa sisi tuko tayari kutekeleza ambacho wametupa. Kuhusiana na kuanza mapema kwa mchakato huo, baadhi ya wabunge wanasema ni utaratibu mzuri kwa vile utasaidia kuwapata mapema wawakilishi wenye vigezo sababu yatarudi majina matatu, lazima yawe yamefanyiwa kazi, yamepitiwa kwa undani kuhakikisha kwamba hayo yanayorudi kweli ni majina ambayo hayana dosari na ni majina ambayo yanaweza yakafaa katika kukibeba na kupeperusha bendera ya Chama Cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa maoni yangu ni kwamba utaratibu waliouweka ni mzuri, ili waweze kupata muda wa kupitia kila anayeomba, na huo utaratibu ambao ameweza kutoa ndio utaratibu unaweza ukafaa kwa ajili ya kuendelea kupata viongozi sahihi na ambao wanapendwa na wananchi kupata muda wa kuwapitia watu veti wawaveti, yani kwamba wewe unafaa kweli kwenda kutetea hiyo nafasi. Wengine wakatumia nafasi hii kueleza mipango yao kuelekea uchaguzi mkuu. Zuri, ukiwa mbunge wa CCM una haja ya kwenda kuanza kutafuta mambo yako, unafika pale kuna kurasa mia tatu na tatu za ilani ya uchaguzi ya CCM, ambao ndio mkataba wetu na wananchi. Kwa hiyo mii maandalizi yangu ni katika kutekeleza yale ambayo yamefanyika e, na... Kwa mimi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa confidence na ujasiri wanaonipa wananchi walio walio, walio, walionipigia kura kwa kweli nina hakika mapema kabisa tunaenda kumaliza jambo hili la... CCM imefanya mabadiliko katika mchakato wa uteuzi wa wagombea kwa kupunguza idadi ya wagombea wanaopigiwa kura ya maoni hadi watatu tu tofauti na awali ambapo idadi ilikuwa kubwa zaidi. Mchakato huu mpya unahusisha mchujo wa awali kabla ya kura ya maoni na unalenga kupunguza matumizi mabaya ya fedha na kuongeza uwazi katika uteuzi wa wagombea. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma.